Mario amepata nafasi ya kufanya kazi na Harmonize, amefanya kazi na Rivani, amefanya kazi na Alikiba, mm. Na kwenye hao watatu ambao nimekutajia kuna ambao amefanya nao kazi zaidi ya moja, sindio? Lina ni unazingatia mazingira target na muda ambao mnakuwa mnachia mna, mna, mna kazi na, nimezungumzia katika upande ni kwamba Marioo kuna kitu ambacho tayari amekusha kutupatia kwenye hiyo eneo, na huenda labda yeye kwenye portfolio ya muziki wake kwa sasa hivi, uh, mtu pekee jina kubwa kwa Tanzania ambaye hatujapata ladha ya muziki kwenye ushirikiano ni yeye pamoja na Diamond Platnumz, ndio. So kabla sijazungumzia, maybe huenda akaa ni mazingira ya kazi, maybe Marioo anatafuta kwa Diamond ni ngoma gani ambayo Marioo aliachia then akawaweka Diamond na Alikiba kwenye gazeti, wakatokea kwenye gazeti? Nazungumzia video ya hahaha, sindio? Mm, kuna kuna watu nimeona wanasema kwamba Marioo kwenye ile video kuna baadhi ya wa wasanii ambao aliwapata, sindio? Yaani wakatokea kwenye video, lakini hao ma majiant wawili Alikiba na Diamond ikawa ngumu na ndio maana aliwatumia kwenye gazeti which wanaamini kwamba huenda ilikuwa ni kama dharau kwa ukubwa maybe wa Marioo. Ilikuwa sio ngumu kwa kuwapata wasanii ambao mmoja wao tayari amekwisha kushirikiana naye na mwingine amekwisha kushirikiana nje na uh, yani kwenye mazingira ya muziki, si kwa kuingia studio kurekodi, maybe masuala ya shows na pia hata kwenye baadhi ya events ambazo zimewajumuisha kwa pamoja, so walichukua ni kama dharau kwa Marioo ambaye kwenye video yake alitumia magazeti kwa kupata ule mfanano wa watu ambao maybe wangetoka kutokea kwenye music video and then ye kaja kutokea kwenye music video ya moja ya msanii ambaye hakutoa ushirikiano kwenye kazi yake, so hiyo ilikuwa ni moja ya kitu ambacho kidogo watu ndio walikuwa wanaichukulia kwa uzito kwamba why, kama wewe hawakuonyesha ushirikiano kwako why? Yani, umeonekana kwa energetic sana kwenye video ya jamaa Okay, unajua kuwa mfanya biashara sometimes, hata kama kuna kitu labda kwa upande wako akijienda vizuri, haupaswi kuna hicho kinyongo ya kwamba like okay, hivi Diamond Platinum zikampigia simu labda Marioo kamwambia yo, unaweza ukatokea kwenye kazi yangu, and then unakuta labda ratiba yako iko vizuri na kuruhusu and maybe yeah, labda kwa kipindi kile alimtafuta Diamond na alikiba labda ilishindi il, il, kana. Yani sitaki kuamini kama Alikiba ange, angekubali kuapia kwenye video ambayo pia Diamond anapia, yani sijui kama ingewezekana hivyo. Yani najua na tukua kuna huo oh, ugumu na nadhani watu pia wameshindwa kuelewa kwenye hilo swala kwamba ni music video ya Marioo ha ha ha sindio? mm. wamejumuisha mastaa wengine kwenye hiyo video lakini, uh, huku katokea Alikiba ukatokea na Diamond, najua yangekuwa ni story nyingine, na naamini mmoja kati yao asingekubali hiyo kitu so,